Zingatia unachokula kile ambacho unakila wakati wewe ukiwa mjamzito, kina athari ya moja kwa moja kwenye makuzi ya mtoto akiwa tumboni. Kwa hiyo niwaombe sana, niwaombe sana, tuzingatie yale ambayo tutafundishwa hapa ili kuhakikisha, kwa sababu naamini kwamba watoto mlionao hawa sio watoto wa mwisho, tutaendelea kuzaa lakini tutaendelea pia kupeleka elimu hii kwa wenzetu tuzingatie sana yale ambayo tunaelekezwa hapa ili kuhakikisha watoto wetu wanazaliwa wakiwa na uzito unao, unaotakiwa. Sambamba na hilo tuna tatizo jingine la akina mama kuonekana kuwa na changamoto ya upungufu wa damu. Hili tunalo na lenyewe pia linaanzia kwenye maandalizi. Katika kila mama mia, akina mama watatu utawakuta wana upungufu wa damu na hili lao la uhusiano wa moja kwa moja na mlo tunaokula ndio maana tunasema zingatia unachokula kwa hiyo mtafundishwa mtaelekezwa na kuhakikisha kwamba haya matatizo hayaendelei kujitokeza lakini sambamba na hilo pamoja na kula ziko afua mbalimbali mbali ambazo tunazitumia sisi kama wilaya kama wataalamu katika kuhakikisha kwamba haya matatizo hayajirudii moja ikiwa ni utoaji wa chanjo kwa hiyo tuwe tunazingatia zile chanjo tunazowapa lakini pia utoaji wa folic acid pamoja na dawa za madini ya chuma, ambazo zile kama kweli mtazitumia kama inavyotakiwa, moja zinamkinga mtoto katika kuhakikisha kwamba anazaliwa akiwa na afya na hana athari za, za, za, za, za, za kimaumbile ambazo atazaliwa nazo. Lakini pia zinaongeza zinakuongezea wewe eh, madini ambayo yatakufanya mwili wako utengeneze damu na ujifungue ukiwa na damu ya kutosha. Upungufu wa damu kina mama una athari kubwa sana kwa mtoto, lakini pia una athari kubwa sana kwenye afya yako. E, mimi ni, ni, niwaombe sana tutumie nafasi hii ya maadhimisho haya ya siku ya lishe kuchukua yale mafunzo ambayo tunayapata hapa kuyazingatia, lakini pia kuyafikisha kwa wenzetu katika kuhakikisha kwamba tunatumia siku hii vizuri, tunatumia wiki hii vizuri ili tuwe na afya njema. Nilipojigundua mwanzoni kuwa mjamzito, nilielekea kituo cha afya cha Ruangwa nikapata matibabu na nikapewa elimu ya kutosha kuhusu ujauzito wangu, jinsi ya kujitunza na kuzingatia makundi ya vyakula ambavyo nahitajika kula kitu cha ujauzito, ili kuweza kulinda ujauzito wangu. Na leo nimejifunza vitu vingi ambavyo vimezidi kuniongeza kielimu kwa ajili ya kuongeza lishe zaidi, ili kuweza kujifungua mtoto mwenye afya bora, mwenye uzito wa kujitosheleza na kuweza kuwa na afya nzuri. Nashukuru watu wa afya wa kuweza kutupa elimu zaidi. Leo nimekuja kuhudhuria kliniki tale yangu ya kliniki. Nilipofika kliniki nikakutana na watu wa afya wakatupa darasa la afya. Kwa kweli nashukuru sana, nikahudhuria kwenye lile tukio nikakutana na madokta mbalimbali, walizungumzia swala la lishe, walitufundisha jinsi ya kutumia lishe kama vile vyakula mbalimbali, walituonyesha vile vyakula ambavyo vya aina tofauti tofauti, kama vile mboga za majani matunda, ukiachana okay, na matunda. Nikajifunza kitu, kumbe korosho nayo pia ina kazi yake, ukiachana okay, na korosho. Wakanifundisha kitu pia, hata zile mbegu za maboga ambazo tukitumia maboga tunatupa, kumbe nazo pia zina kazi yake. Kwao nashukuru sana, nimejifunza vitu mbalimbali mbali.